Hapa kando tu ya ofisi za wilaya za Chama cha Mapinduzi hapa Kigoma mjini. Ndio. na ni kitu gani kinaendelea hapo Ujiji? kama ulivyotangulisha mwanzoni tu so, kwamba leo dirisha la kuchukua fomu za wanaowania tiketi ya Chama cha Mapinduzi kugombea udiwani la ubunge wa majimbo pamoja na viti maalum, lio dirisha limefunguliwa na kila mmoja kwa nafasi yake. Siku ni chache kuanzia hivi leo majira ya saa mbili kamili mpaka itakapotimia tarehe pili ya mwezi Julai, itakuwa mwisho majira ya saa kumi za jioni. Mimi ni mmoja wako kati ya watiania ambao tangaza kwamba tut, tut, tut, tutawania na hatimaye leo nimekuwa mtu wa kwanza ama wa mwanzo katika ofisi hizi za chama cha mapinduzi kuchukua fomu ya kuwania tiketi ya chama cha mapinduzi tiketi ya, ya ya ya kuomba kugombea ubunge wa jimbo la hapa Kigoma Mjini. Hii mara ya pili, mara ya mwanzo ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini, kura hazikutosha za wajumbe, lakini mara hii nadhani baada ya kufanya takwimu utafiti na kuweka mpango sawasawa na sawa, tumai kwamba uh, mambo yatakwenda sawasawa. Kwa hiyo nimeamua kujitosha kama mara yinginesema Ndiyo, barwa ni Baruani ambaye anakufahamu, amekuwa pengine akikuona katika news, akikusikia katika matangazo mbalimbali mbali, toka unaanza kutangaza, anaweza akajiuliza kwa nini Ujiji. Ujiji jimbo haliko Ujiji, jimbo ni Kigoma Mjini Ujiji. Leo mama hasa mwanzo wa mji ambako mji ulianzia huku huku, mimi hapa ndio nyumbani kwetu, lakini na maanisha kwamba jimbo ni la Kigoma Mjini ambalo lina kata kumi na tisa <mí> Sasa eneo la Ujiji lenyewe tuna kata kumi na mbili, kata nyingine kama ziko eneo la katika hiyo hiyo tarafa ya ile tarafa ya kusini. Kwa hivyo kwa Ujiji ni kwa sababu, kwa nini Kigoma? Ni kwa sababu huku ndio nyumbani kwetu ambako mimi nimezaliwa, nimekulia hapa, nimeishi hapa na na shughuli zangu hapa na biashara zangu hapa. Kwa hivyo nimekuja nyumbani kuongeza nguvu ya kuzungusha gurudumu la maendeleo la Watanzania wa eneo hili. Ndio awamu hii, kwa sababu ni mara ya pili unachukua fomu. Awamu hii ina tofauti gani na nyingine, pengine katika taratibu za uchukuaji fomu na hali ilivyo na joto kwa ujumla eh? Mara hii inaweza kuwa na na, na ugumu zaidi, lakini haifiki. Kama ni dhamira yako, unaendelea na dhamira kama ilivyokuwa mwaka elfu mbili na ishirini. Ilikuwa mnachukua fomu hata kama mlikuwa wangapi. Mwaka huu tulikuwa watu arobaini na tatu na wanachukua fomu halafu mnaitwa tu siku ya kupigwa kura za maoni, na anayeshinda na ikibainika kwamba alishinda halali kua na shida basi, ndo anayetangazwa kwamba atapewa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini mara hii utaratibu umebadilika sana, kwamba mtachukua fomu kadiri mtakavyoweza kwa idadi yoyote mtakayokuwepo, na baada ya hapo uh, inafanyika tathmini kwanzia wilayani, mkoa, alafu taifa, kwa maana ya m makao makuu Dodoma, na baadaye inakwenda mpaka kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, inarudishwa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa, wanachuja mpaka wanapata majina matatu yaliyo bora, ambayo chama inadhani kwamba tiketi wakipewa mmoja kati ya, kati ya hao watatu itakuwa imefika kwenye mikono salama sana kuipeperusha bendera ya chama na kuipatia ushindi wakati wa uchaguzi mkuu utakapokuwa umewadia. Kwa maana hiyo, tulichopo tofauti kubwa ni hiyo. Kwa sasa tunachukua fomu halafu tunasubiri kwa muda wa kutosha kidogo bila shaka yoyote, itakapofika tarehe kumi na tisa ndio itakuwa kikao cha mwisho cha uchujaji ambacho kitakuwa ni cha halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi taifa pale Dodoma, watakuwa waonekana kutoa majina matatu ya wagombea watakaopewa nafasi uh, ya kwenda kupigiwa kura. Kwa hiyo wapiga kura za maoli watapiga kura tarehe pili mwezi Agosti, lakini baada ya kuletewa majina matatu ya wanachama ambao watakuwa wamepitishwa na Uh, halmashauri halmashauri kuu wakati huo na hiyo, uh, pamoja na madiwani itakuwa hivyo hivyo. Kwaio, kwa wakati kwa, kwa, kwa, kwa wote hu, baada ya kuchukua fomu unakaa unaendelea na la shughuli nyingine. Baada ya hapo, unasubiri utakapoitwa, uh, kwenye uchaguzi wenyewe wa kura za maoni. Ndio, ba ba Baruani, tuliona tume ya ithibati imegusia kwamba wale ambao wapo katika vyombo vya habari ama ni watangazaji, basi kama watatia nia ni vyema pia wakasitisha majukumu yao ya kihabari kwa muda. Vipi wewe, mpaka unachukua fomu leo ya kutia nia, hali ikoje huku kwetu UFM? Tutakusikia tena katika news na vitu kama hivyo katika kipindi hiki ama hata Nitangazie muda huu, tunapozungumza mimi na wewe, nimekuwa msomaji wa habari, nadhani ni zaidi ya mwezi mzima kujeleona, na ni kwa sababu ya meko hiyo hiyo kupiji haja ama matakwa ya utaratibu kanuni, sheria za nchi na hata za chama. Kwa hivyo nimechukua mapumziko ya muda kwa ajili ya kupisha shughuli hii, itakapomalizika, basi tutaendelea na shughuli nyingine. Asante sana Baruan Muhuza, sisi kama wafanyakazi wenzako tunakutakia kila la heri. Sisi tunaendelea na kijiti huku cha kupambania taaluma yetu, nasi tunakutakia kila la heri huko. Asante, nawatakia kila la heri pia katika majukumu ya kuendeleza gurudumu la Azam Media. Asante sana.